Ndoto 25 pamoja na tafsiri zake. Kwa siku ya leo, takwenda kuziangalia tafsiri 25 za ndoto. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto lakini wengi wao huwa hawajui tafsiri za ndoto hizo. Leo nitakwenda kukuonyesha tafsiri 25 za ndoto mbalimbali mbali. Lakini pia jambo la msingi ambalo unatakiwa kulijua, Mungu anaweza kuzungumza na mtu kwa njia ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14, nukuu, imeandikwa kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Ni jambo gani ambalo tunajifunza? Manake Mungu pia anaweza akazungumza na mtu kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza akatumia ndoto kukuonyesha mambo yanayokuja. Yamkini anaweza kukuonyesha mambo mabaya yanayokuja kwa lengo la kutaka uwe kuchukua hatua ya kuomba ili kuweza kuyazuia mambo hayo. Kwa hiyo, ukitaka kujua tafsiri za ndoto, kuna mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyazingatia. Jambo la kwanza, ukitaka kujua tafsiri ya ndoto au ndoto hiyo inaashiria kitu gani, ukitaka kuelewa tafsiri ya ndoto au fasiri ya ndoto, jambo la kwanza unatakuwa ujue jinsi ndoto ilivyoanza. Lakini jambo la pili unatakiwa ujue vitu vitu gani vilivyotokea kwenye ndoto hiyo uliyoyota, lakini na jambo la tatu unatakiwa ujue jinsi ndoto hiyo ilivyoishia. Hivi ni vitu vya, vitu vya msingi sana ukitaka kujua fasiri ya ndoto ambavyo unataka uvijue na uvifahamu kabisa. Unataka ujue jinsi gani ndoto hiyo ilivyoanza au ilianzaje ndoto ulioyota, lakini jambo la pili, vitu gani vilitokea kwenye ndoto hiyo, na jambo la tatu, unataka ujue jinsi ndoto hiyo ilivyoishia. Kwa hiyo ukitaka kujua fasiri ya ndoto au tafsiri ya ndoto, unataka uvizingatie vitu hivi vitatu kabla hatuja endelea na somo letu hili la tafsiri za ndoto.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 ukajiona ndotoni umeona mbwa au ukaona ndotoni uko na mbwa, ndoto hii huwa inaashiria vitu mbalimbali, inategemea na jinsi ulivyoota. Naomba ni tuanze kwa kuichambua kuangalia tafsiri mbalimbali mbali ya ndoto inayohusiana na mbwa ro, ukiona mbwa mbwa huwa ina ndoto hii huwa inaashiria ni tamaa na uzinzi na uashirati imetawala maisha yako. Ukiota ndoto inayohusu mbwa, ndoto hii huwa inaashiria kuwa roho ya tamaa, roho ya uzinzi na uashirati imetawala maisha yako. Lakini pia ukiota ndotoni umeng'atwa na mbwa, labda unajiona ndotoni mbwa amekung'ata au mbwa amekujeruhi, ndoto hii huwa inaashiria kuna mashambulizi kwenye maisha yako, kuna mashambulizi kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto inayohusiana na mbwa, ukiota ndoto ya umengatwa na mbwa, inaashiria kuna watu wa karibu yako wanakupangia mambo mabaya. Ndoto hii pia inaweza kuonyesha ukijota, uh, ukajiona ndoto ni umengatwa na mbwa, ndoto hii inaweza kuonyesha kuna watu wa karibu yako, marafiki zingine za kama marafiki zako, inaweza kawa ni ndugu zako, ambao wanakupangia mambo mabaya. Lakini pia ndoto hii ambayo inahusiana na mbwa ndoto hii ukiota, ukiota ndoto mbwa anakupigania au ukaota ndoto ambayo ukamwona kwenye kwenye, ndotoni kaona mbwa anakupigania, labda kuna watu walikuwa wanahitaji kuja kudhuru, lakini yule mbwa akaanza kuangata au watu, akaanza au watu, au au au watu watu kuwakimbiza akaonekana na kutetea na kupigania. Ndoto hii inaonyesha kuna watu wanaokuzunguka wanakusaidia, lakini pia wapo, ndoto hii inaweza kuonyesha kuna watu ambao wanakuzunguka wanakusaidia wanakuombea, lakini pia na watu ambao wanakuamini. Lakini ndoto ya pili, ukijiona umefungwa ndotoni. Ukajiona umefungwa ndotoni, yamkini ukajiona umefungwa mikono, umejiona umefungwa miguu, ukajiona umefungwa mdomo, huwezi kuongea, ukajiona unahangaika umefungwa. Ndoto hii huwa inaashiria kuna vikwazo kwenye maisha yako unaweza ukaanza jambo na likaishia njiani. Ukiota ndoto ya namna hii, ndoto hii huwa inaashiria kuna vikwazo uh, kwenye maisha yako. Maana yake unaweza ukaanza jambo na likaishia njiani. Mtu aliyejiona amefungwa anaweza akafanya kazi sana kwa juhudi na uh, kwa yani akajitoa sana lakini asione matokeo yote. Ukiota ndoto ukajiona umefungwa, ndoto hii inaweza kuashiria kuna vikwazo. Mtu aliyefungwa anajiona amefungwa, ndoto ile akajiona amefungwa, ndoto hii inaashiria unaweza ukawa unajituma kwa bidii ya mkini kwenye kazi, e, kwenye mahusiano lakini ukaanza hata mahusiano, mahusiano hayo yakaishia njia na yasifike mwisho. Lakini jambo au ndoto nyingine ya tatu ukijiona unapaa ndotoni ukajiona labda unakimbizwa lakini wewe ukajiona unpa uh, unapaa ndotoni, ukajiona unapaa ndotoni. Mwingine anaona anaonaanaweza kajiona anakimbia ndotoni pasipo kukanyaga chini. Ndoto hii huashiria mambo mbalimbali mbali. Jambo la kwanza, ndoto hii inaonyesha unazo nguvu za kiroho. Unajikuta labda unaona unakimbizwa na watu alafu ukaanza kujiona na paa au mwingine anajiona anakimbia angani angani. Ndoto hii hu inaonyesha pia una nguvu za kiroho, lakini pia ndoto hii inaweza ikawa inaashiria kuna baraka a, ambazo za Mungu ambazo zitakujilia au zinakujilia. Lakini ndoto nyingine, ndoto ya nne, ukijiona uko uchi ndotoni. Ukiota ndoto ukajiona uko uchi ndotoni ya mkini ukajiona unatembea eh, kwenye umati wa watu lakini watu wanakushangaa na unajiona uko uchi, hauna nguo hata moja. Ndoto hiyo inaashiria aibu na fedhea itakupata. Ukiota ndoto ya namna hii, ndoto hiyo inaashiria aibu na fedhea itakupata, kwa ukijiona ndotoni uko uchi uko mbele za watu, yamkini kwenye kazi, yamkini kwenye eneo la biashara, yamkini kwenye ofisini, yamkini kwenye umati wa watu. Ukiona ndoto hii, tafsiri ya kwanza inaashiria kuna aibu na fedhea itakupata, lakini pia tafsiri ya ndoto hii inaashiria kuna vitu ulivyokuwa hutaki watu vijue vijue wat, vitakuwa wazi. Kuna vitu vitu ambavyo ulikuwa hutaki watu wavijue. basi vitu hivyo vitakuwa wazi. Lakini tafsiri nyingine ya ndoto, ukijiona unazama ndotoni, ukajiona ndotoni unazama eh, una, ukajiona ndotoni unazama unatumkia kwenye sehemu unazama kwenda chini. Ndoto hii inaashiria kuna mashambulizi kwenye maisha yako, kuna mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii ukajiona unazama, ndoto hii pia inaashiria uh, kuna wakati mgumu ambao utakukabili, kuna wakati mgumu kuna kipindi kigumu ambacho kitayakabili maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaashiria Uh, inabidi upate muda wa kupumzika ukija okay, unazama ndoto hii, inabidi kile kitu ambacho unakifanya, inabidi upate muda wa kupumzika. Tulia kwanza, pata muda wa kupumzika kwanza, usiende ukifanya na ukilazimisha, ukifanya inaweza kakuletea matokeo mabaya. Lakini tafsiri uh, ndoto nyingine uh, ukijiona ndotoni umerudi shuleni ukajiona ndotoni umerudi shuleni, yamkini ukajiona huko shule ya msingi au sekondari au advance, ukajiona umerudi shule, shule au ukajiona huko kwenye shule ya zamani sana, shule ambayo unasomea zamani. Ndoto hii huwa inaashiria kuna roho ambayo ipo kwa ajili ya kukurudisha nyuma kimaendeleo. Eh, ndoto hii huwa inamaanisha kuna roho ambayo ipo, uh, ipo kwa ajili ya kukurudisha nyuma kimaendeleo na usipoishughulikia ndoto hii ita usipoishughulikia ndoto hii utakuwa mtu, hautakuwa na maendeleo yoyote, hautakuwa mtu wa maendeleo. Usipoishughulikia ndoto hii, hautakuwa kabisa mtu wa maendeleo. Lakini ndoto nyingine, ukiona kinyesi au mavi ya mtu, ona kinyesi cha binadamu ndotoni, ukakiona kinyesi cha binadamu ndotoni, ndoto hii ina tafsiri kadhaa. Leo naomba nikupe tafsiri chache, nikupe tafsiri mbili ya ndoto hii Ukiona kinyesi cha binadamu ndotoni, ndoto hii huwa inaashiria utajiri na ni ishara ya utajiri au mafanikio. Kinyesi kinahusishwa na ishara ya utajiri na mafanikio. Lakini tafsiri ya pili, ukijiona ndotoni unatembea kwenye, kwenye kinyesi au unatembea kwenda kwenye kinyesi eh? Ndoto hii huwa inaashiria kuna, inaashiria kifo pia, inaweza ikaashiria kipindi cha wakati mgumu kwenye maisha yako. Ukijaona unatembea kwenye kinyesi, ndoto hii huwa inaashiria kifo. Lakini pia ndoto hii huwa inaashiria kipindi kigumu kwenye maisha yako. Kwa hiyo unabidi utambue ndoto ulioiona, unabidi ujue, je, uliona kinyesi okay, kwenye mazingira gani? Ulikuwa kwenye mazingira gani? Muhimu ujue vitu hivyo. Kwa hiyo ukiota labda unatembea kwenye kinyesi, ndoto hii inaashiria kifo kinaweza kukakabili, au pia ndoto hii inaweza kaashiria kuna wakati mgumu ambao unaweza kukabili maisha yako. Aa, lakini pia ndoto hii inaashiria kuna mambo ambayo yatakushusha chini kiuchumi. E, kuna mambo ambayo yanakuja ambayo yatakushusha chini kiuchumi. Lakini ndoto nyingine, ndoto aa, nyingine ukiota au ukaona viatu, ukaota ndoto inahusiana na viatu. Viatu siku zote huwa ni ishara ya mamlaka na nguvu, ao siku zote ukiona ukiota ndoto inahusiana ukaona viatu Najua kiatu siku zote huwa ni ishara ya mamlaka na nguvu aa. Ukiona kiatu yamkini mwingine akajiona labda umepoteza, ukiona umepoteza kiatu basi jua unapoteza mamlaka na nguvu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kiatu huwa ni ishara Mungu kiro kiatu huwa ni ishara ya mamlaka na nguvu. Lakini aa, ndoto nyingine ukimwona tembo ndotoni hmm? ukimwona tembo ndotoni, kama una tembo ndotoni, uh, ndoto hii huwa ni ishara ya ukubwa ni mm, ishara inaashiria ukubwa, inaashiria uongozi, inaashiria baraka. Ndoto hii pia inaashiria kuna kitu kikubwa na kizuri kitatokea kwenye maisha yako. Kwa ndoto hii ni nzuri, ukiona tembo, labo kama una tembo, ndotoni tembo tembo anatembea, ndoto hii inaashiria uh, kuna kitu kizuri kitatokea kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine uh, ukiona umevaa nguo ya rangi ya njano kiona umevaa nguo ya rangi ya njano ndoto hii, au ukajiona umezungukwa na rangi ya njano, au ukaona rangi ya njano ndotoni, ndoto hii huwa inaashiria, inaonyesha, ni ishara ya uponyaji. Ndoto hii huwa ni ishara ya uponyaji. Lakini ndoto nyingine, ukimwona nyoka ndotoni ukimwona nyoka ndotoni, je, tafsiri ya ndoto hii huwa ni nini? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ukimwona nyoka ndotoni. Nyoka ndotoni, huwa hii huwa ni ishara ya mashambulizi ya kiroho. Ukimwona nyoka ndotoni, yamkini kuona, ukajiona umezungukwa na nyoka wengi sana, eh? jua hii ndoto hiwa ni mbaya naonyesha kuna mashambulizi ya giza kwenye maisha yako. Una jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya, unatakiwa upate muda wa kutosha wa kuomba, kufunga na kuomba. Kwa hiyo ukiota nyoka au kuona umeng'atwa na nyoka, mwingine atajiona ameng'atwa na nyoka. Ndoto hii wewe inaonyesha ni mashambulizi ya kiroho, kwa jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya, unatakiwa kupata muda wa kutosha wa kufunga na kuomba, uangamiza wale nyoka uliowaona ndotoni. Lakini uh, jambo lingine, ndoto nyingine Ukijiona ndotoni meno yako yanapukutika, ukijiona ndotoni meno yako yanapukutika. Na hapa kwenye meno inategemea ukaona ni uh, meno ya wapi. Kwa mfano, ukaona meno ya nyuma wanaita magego, kaota ukaona meno ya nyuma yanapukutika, ndoto hiyo ina, ina, ina, uh, ina maana nyingi. Ukiona meno ya nyuma napuku, yanapukutika au yanadondoka, ndoto hii ina maana ya kupoteza nguvu ujasiri na uimara. Ndoto hii pia inaashiria kuna nafasi utaipoteza, yamkini labda ni kazi, labda ni kiongozi uh, ukaota meno meno yako ya nyuma yanapukutika yanaanguka, ndoto hii inaweza kaashiria unaweza uh, ukapoteza nafasi ulionayo unaweza ukapoteza cheo ulicho nacho lakini pia kama ulikuwa kwenye mahusiano, pia ndoto hii inaweza kaashiria mahusiano yako yanaweza karibika na yakaribika. Lakini pia labda ukajiona ndotoni, uh, meno yako ya mbele yanapukutika yanadondoka, ukajiona unapoteza meno ya mbele ndotoni, hii inaashiria unapoteza ujasiri, hekima, maarifa. Ukijiona unapoteza meno ya mbele, maana yake ndoto hii inaashiria utapoteza ujasiri, hekima na maarifa unapoteza meno ya mbele maana yake inaashiria utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Ndoto hii inaashiria utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa mfano, labda uko kwenye labda uko kwenye mahusiano, maana yake unaweza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, ambayo yanapelekea ya anaweza kapelekea mahusiano yenu yakavunjika. Lakini pia labda uko kwenye kazi ukaona labda meno yako yanapokutika, maana yake unaweza kufanya kitu ambacho sio sahihi, ambacho kitaleta matokeo mabaya kabisa. Lakini pia Uh, ndoto nyingine ukijiona umepata ajali ndotoni, ukajiona ndotoni umepata ajali. Tunajua siku zote gari ni usafiri ambao unatumika kumtoa mtu kutoka sehemu moja sehemu nyingine. Kwenye ulimwengu wa kiroho gari linaweza likawa linaashiria au ni kiashiria cha kitu ambacho unakitegemea sana kikusaidie, ambacho unakitegemea sana kikusaidie. Yamkini zikawa ni kazi, yamkini zikawa ni mahusiano, yamkini zikawa ni jambo lote lile ambalo unalitegemea au unafaidika nalo jambo hilo. Ndoto hii inaashiria kuna vitu akiko, akiko sawa kwenye maisha yako. Kwa hiyo umepata ajali, ni muhimu kuangalia vizuri, utagundua kuna sehemu, kuna kitu akiko sawa kwenye maisha yako. Yamkini kwenye kazi, yamkini kwenye mahusiano, yamkini kwenye ndoa, kwa hiyo, ni muhimu ukapata muda wa kuangalia ni sehemu gani, ni sehemu gani kuna changamoto. Lakini pia ndoto hii ya ajali, ndoto hii inaweza ikaashiria kuna mashambulizi kwenye maisha yako. Ndoto hii inaweza kaashiria kuna mashambulizi kwenye maisha yako. Ndoto hii inaweza ikaashiria kuna mashambulizi uh, kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine, uh, ukimwona tai ndotoni, ukaota ndoto ukamwona tai ndotoni, uh, ndoto hii watu, asio watu wengi wanaweza wakaota ndoto hii huwa ni watu wachache na ndoto hiyo, siku zote ukimona tai ndotoni, ndoto hii huwa inaashiria mambo mema kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria mambo mema kwenye maisha yako, inaweza ikaashiria wito wa kimungu. Ukimona tai, ndoto hii inaweza ikaashiria kuna wito wa kimungu ambao unatakiwa kufanya. Lakini ndoto hii inaashiria kuna jambo utalokamilisha ndani ya muda mfupi. Ukimona tai ndotoni, ndoto hii inaashiria kuna jambo ambalo una uwezo kulikamilisha ndani ya muda mfupi, lakini pia ndoto hii huwa inaashiria kuna wito wa kinabii ndani mwako. Ndoto hii inaweza ikaashiria kuna wito wa kinabii ndani yako, kuna wito wa kinabii kwenye maisha yako. Ndoto hii pia inaweza ikaashiria kuna, inaweza ikaashiria Mungu amekuita ili kukamilisha kazi yake ili kuifanya kazi yake. Ndoto hii huwa inaashiria pia ni wito wa kimungu, kuna wito wa kimungu ambao unatakiwa kufanya. Lakini ndoto hii huwa inaashiria utaangaza, utafanikiwa kwenye maisha yako, utashine, utaangaza kwa ndoto hii. Uh, ukiota tai, hiyo ndo tafsiri zake za ndoto hii. Lakini tafsiri nyingine ya ndoto hii, ukiona meli ndotoni, ukiona meli ndotoni ndoto hii huwa inaashiria Mungu amefungua milango ya kimataifa kwa ajili yako. Kuna jambo la kimataifa, kuna jambo ambalo litakuwa utatoka nje ya nchi. Ndoto hii kama kama una passport, kama una passport passport passport. Ukiona meli ndotoni, ndoto hii huwa inaashiria inaashiria, eh, Mungu amefungua Mungu atafungua mlango wa kimataifa kwa ajili yako, atafungua mlango wa kimataifa kwa ajili yako. Lakini pia ndoto nyingine Uh, ukiona mvua ndotoni, ukiona unaonyeshiwa na mvua, tunajua siku zote mvua huwa inaashiria baraka kwenye maisha ya mtu, lakini nategemeana mvua gani umeiona. Labda uk, kwa mfano ukitokea umeota uh, ndoto ukaona mvua kali, mvua kubwa, kubwa sana, upepo mkali e, mpaka miti inavunjika vunjika ukaona vunjika, upepo mvua iliyoambatana doto, na gharika kali, ndoto hii inaashiria uh, inaweza kaashiria kuna kipindi kigumu ambacho unaweza inaweza kikakukabili kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii, ni vizuri kujua inaashiria nini. Kwa hiyo ukiona mvua ndotoni, kama unanyeshwa na mvua ya kawaida na unanyeshwa na mvua, ndoto hii huwa inaashiria kuna baraka kwenye maisha yako, kuna baraka zinakuja kwenye maisha yako. Lakini ndoto nyingine, ukiona embe ndotoni ona embe ndotoni, hii ndoto ya namna hii inaashiria kuna kitu utakipata. Inaashiria kuna vitu au kuna, uh, kuna kitu kiko sawa. Ndoto hii inaashiria kuna vitu viko sawa kuna kitu utakipokea, kuna kitu utakipata. Inaashiria kitu ambacho unakifanya unaweza ukaendelea nacho e, inaashiria kuna kitu ambacho labda unakifanya unaweza ukaendelea nacho. Labda kwenye mahusiano, maana yake unaweza ukaendelea nayo mahusiano. Kwa hiyo ukiota embe, ukaona embe ndotoni, ndoto hiyo inaashiria vitu kama hivyo, lakini pia tafsiri nyingine ya ndoto hii uh, ukimuona samaki ndotoni, ukiona samaki ndotoni, ndoto inayohusiana na samaki, ndoto hiyo inaashiria kuna kitu utakifurahia inaashiria mafanikio, inaashiria mafanikio kwenye maisha yako, baraka kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria kuna kitu kizuri kinakuja kwenye maisha yako. Kwa kana ukamwona samaki ndotoni, uh, ndoto hii huwa inaashiria kuna kitu kizuri ambacho kinakuja kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine uh, ukijiona ume umekaa kwenye kiti cha magurudumu au tunasema wheelchair. Ukajiona umekaa kwenye kiti cha wheelchair na ukajiona watu wanakusukuma, ndoto hii huwe inaashiria unawategemea uh, sana watu unawategemea sana watu. Lakini pia ndoto hii ukijiona umekaa kwenye wheelchair na unajisukuma wewe mwenyewe, ndoto hii huwe inaashiria, ukajiona uh, uko kwenye wheelchair na unajisukuma wewe mwenyewe, ndoto hii inaashiria una uvivu. E, umekosa uwezo wa kumeneji vitu. Umekosa uwezo wa kumeneji vitu, labda ukajiona wewe ni uko ofisini, ndoto hii inaashiria umekosa uwezo wa kufanya management kwenye ofisi yako au kwenye kazi ambayo unaifanya. Lakini pia ndoto nyingine, ukijiona umekwama kwenye matope, unahangaika sana, ndoto hii huwa sio njema. Ndoto hii huwa inaashiria kuna taarifa mbaya itakuja kwenye maisha yako kuna taarifa mbaya ambayo itakuja kwenye maisha yako. Kwa jambo la msingi ambalo uh... Unalotakiwa kulifanya baada ya kuota ndoto hii, unatakiwa upate muda wa kuomba, unatakiwa upate muda wa kuomba. Pata muda wa kutosha wa kuomba, kukataa, kukataa kila mabaya ambayo yamepangwa kwenye maisha yako kwao. Unatakiwa upate muda wa kutosha wa kuomba, ukikataa kila mabaya ambayo yamepangwa kwenye maisha yako. Unatakiwa upate muda wa kutosha wa kuomba, naomba unakataa kila mabaya ambayo yamepangwa kwenye maisha yako. Kila taarifa ambayo unaikataa iwe ni misiba, iwe ni magonjwa taarifa ambayo unaikataa hiyo ni mauti unaikataa, unaikataa kabisa. Natakua upate mda una, unaomba, unaikataa katika jina la Yesu. Lakini pia uh, ndoto nyingine ukiona nyama ndotoni, ukiona nyama ndotoni, hapa inategemea umeona na nyama ya aina gani, labda ukitokea labda umeona nyama iliyoiva ndoto hii inaashiria utajiri, utapokea kitu kikubwa eh? Ukiona nyama iliyoiva ndoto, ukiona nyama iliyoiva iko vizuri, ndoto hii inaashiria utajiri, mafanikio, utapokea kitu kizuri. Lakini pia ukiona nyama iliyoharibika eh? Au iliyooza, ndoto hii ni ishara ya kuumwa, eh? Ni ishara ya ugonjwa, uh, ugonjwa unaweza kutokana na ma, mazingira lakini pia au uh, ugonjwa unaweza kutokana na mashambulizi ya kiroho kwa hiyo mpate muda wa kuomba eh? pate muda wa kuomba. Lakini pia tafsiri nyingine ya ndoto nyingine, uh, ukiona watu waliokufa, ukiona umekaa au umezungukwa na watu waliokufa, yamkini unawajua au huwajui. Ukiona umezungukwa na watu waliokufa, lakini huwajui, maanake ndoto hii inaashiria umezungukwa na watu si sahihi, umezungukwa, maisha yako yamezungukwa na watu ambao sio sahihi. Lakini pia ukijiona uh, umekaa na watu ambao waliokufa unawafahamu, maanaake kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia maisha yako. Kuna roho eh, giza, kuna roho ya mizimu ambayo inafuatilia maisha yako. Lakini tafsiri nyingine uh, ya ndoto, ukijiona ndotoni, uh, umezungukwa na nzi wengi jona ndotoni umezungukwa na nzi wengi, ndoto hii huwa inaashiria roho ya mauti inafuatilia maisha yako. Kwa hiyo ukijiona ndoto ukiota ndoto namna hii ukajiona umezungukwa na, umezungu na nzi wengi, ndoto hii huwa inaashiria kuna roho ya mauti ambayo inafuatilia maisha yako ya kuna kitu naamini na umejifunza. Uh, ukiota ndoto ya namna hii ukiona ndoto nzuri utakupata muda wa kuomba. Kataro ya mauti ambayo inafuatia maisha yako. Kataa kila roho ya giza inafuatia maisha yako. Pata muda wa kutosha wa kuomba na hii itakusaidia kabisa. Ni matumaini yangu kuna kitu umejifunza. Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi unaweza ka-subscribe kisha kabonyeza kitufe cha alama ya kingele ili kuendelea kujifunza zaidi. Hakika, Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Tukutane kipindi kijacho, nakupenda sana.